Yesu Kristo asifiwe. Nilikuwa nazungumza hapa, unajua naweza nika nazungumza usinielewe, wacha nikusomee kabisa hii, Matendo sura ishirini na nane na mstari wa ishirini na sita. Nitakwenda kusoma katika jina la Yesu Kristo, anasema hivi, akisema enenda kwa watu hawa ukawambie, kusikia mtasikia wala hamtafahamu, yaani utasikia lakini hautafahamu, kuona mtaona lakini hamtatambua. Kwa kwanini? Ufahamu umefungwa Unaona, eh, alafu kingine anasema hivi, kwa maana mioyo ya watu hawa imepumbaa na masikio yao ni mazito kusikia, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kufahamu kwa mioyo yao na kubadili nia zao, nikawaponya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. ko kwa cha kwanza ambacho shetani anakishughulikia anahakikisha ule moyo anaupumbaza. Akishaupumbaza ule moyo, kinachofuatia utakuwa unasikia, tunakuambia kwamba Yesu yuko hapa, fanya hivi, unatusikia vizuri kabisa na tunakuonyesha, ona pale kuna madhara haya na haya, lakini una macho lakini hauoni, una masikio lakini hausikii. Kwa sababu gani? Moyo umepumbaa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo hata roho ikija ya adui, hutaweza kupambanua, hutaweza kuelewa kwamba hapa ni mungu anaongea, hapa ni adui anaongea. Bwana Yesu Kristo asifiwe, kuwa tunahitaji sana neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu.